Wakati mwingine majanga hayaanzi kwa kishindo, huanza kwa ukimya. Katika familia ya Mama Abdul ilikuwa ni familia ya kupendeza, yenye sauti ya vicheko vya watoto kila asubuhi, lakini ndani ya nyumba hiyo kulikuwa na sauti isiyosikika. Sauti ya mateso ya msichana mdogo aitwaye Amina, binti wa kazi aliyeishi kama mfungwa kwa miaka mingi. Hadithi hii ni safari ya Amina kutoka kwenye unyanyasaji hadi hatua ya kushangaza ambayo hakuna aliyetarajia. Ni simulizi ya namna maumivu yanavyoweza kumgeuza mtu na kuwa kitu cha kuogopwa. Hadithi hii ni hadithi ya machozi, hasira na kisasi. Karibu sana kusikiliza hadithi. Mateso ya Amina. Katika mji wa Pwani kwenye mitaa ya nyumba za kifahari, aliishi Mama Abdul, mwanamke aliyekuwa maarufu kwa nasa na majivuno. Alikuwa na mume wake aitwaye Hassan na watoto wao watatu. Wote walionekana kuishi maisha ya raha mustarehe, lakini nyuma ya milango yao iliyofungwa kulikuwa na maisha ya mateso yasiyosimulika. Mama Abdul, licha ya tabasamu lake mbele ya watu, alikuwa na roho yenye baridi kuliko barafu. Moyo wake haukujali zaidi ya familia yake pekee, na kwa watu walikuwa si wa familia yake, alikuwa ni mnyama wa kweli. Siku moja walimleta msichana mdogo kutoka kijijini aitwaye Amina. Alifika akiwa na matumaini ya maisha bora mjini, lakini hakuchelewa kugundua kuwa ameanguka kwenye mikono ya mtesaji. Amina alipewa kazi zote nzito: kupika, kufua kwa mikono, kulisha watoto na hata kuhudumia wageni waliokuja nyumbani. Aliamka kabla ya alfajiri na kulala usiku wa manane akiwa amechoka kupita maelezo. Mama Abdul hakumwacha Amina apumzike hata mara moja. Alimnyanyasa kwa maneno makali, matusi mazito na mara nyingine alimchapa kwa mikanda mara tu alipokosea. Amina alikula chakula kilichosalia mezani baada ya familia kushiba. Alilala sakafuni bila ya godoro huku mbu wakimshambulia usiku kucha. Watoto wa Mama Abdul walikuwa wamelelewa kwa jeuri. Walimfanyia Amina dhihaka kila siku, walimwagia maji na kumzushia makosa ya uongo kwa mama yao ili tu apate adhabu. Bila ya kuuliza upande wa pili, aliadhibiwa vikali kwa kila shtaka lilofika kwake. Kila siku Amina alipigwa na kunyimwa chakula kwa makosa madogo madogo. Mvua ikinyesha na nguo zikaloa, alipigwa. Kikombe kikidondoka na kuvunjika, alipigwa. Maisha yake yaligeuka kuwa mnyororo wa mateso asiyoisha. Wakati mwingine alifungiwa ndani ya stoo ya giza kwa siku nzima bila ya chakula. Mikono yake ilijaa michubuko, miguu yake ilikuwa na vidonda. Kila alipotembea maumivu yalimsindikiza. Kilio chake hakikuwa na msikilizaji. Majirani waliokuwa na hofu na kumwogopa mama Abdul walijifanya hawasikii vilio vya msichana huyo maskini. Mwezi baada ya mwezi, mwaka mmoja ukapita. Mateso yaliweza kuharibu mwili wa Amina, lakini kilichokuwa kinamuuma zaidi ni moyo wake. Alianza kuamini kuwa yeye si mwanadamu kama wengine, alihisi kuwa dunia yote ipo dhidi yake. Siku moja katika usiku wa mvua kubwa, wakati radi zikipasua anga, Amina alipitia mateso makali zaidi. Baada ya kupigwa vibaya kwa kosa la mtoto kumwaga maziwa sakafuni, alifungiwa nje ya nyumba katika baridi kali. Akiwa na mwili wa baridi na tumbo tupo, aliketi kwenye kona ya ukuta wa nyumba, macho yake yakiwa hayana tena matumaini. Ndani ya roho yake kuna kitu kilibadilika. Mateso ya miaka yote yalimfanya awe mtu mwingine, mtu wa giza na kisasi. Baada ya kila mtu ndani kulala kwa amani, Amina aliingia jikoni, akachukua kisu kikali. Alitembea kwa tahadhari, akanyata hadi chumba cha watoto. Hakukuwa na huruma tena moyoni mwake. Kwa hasira iliyompanda kwa muda mrefu, aliwaua watoto wote watatu waliokuwa wamelala usingizi mzito. Sauti ya mtoto wa mwisho ilimshtua Hassan. Alikimbia chumbani akiwa na hofu lakini kabla hajachukua hatua yoyote ya kumwokoa yeyote, Amina alimchoma kisu moja kwa moja moyoni. Hasani alianguka pale pale, damu ikimwagika kama mto mdogo. Mama Abdul alifika sebuleni aliposikia makelele, alikuta nyumba ikiwa imejaa harufu ya damu, vitanda vikiwa na maiti za watoto wake na mume wake. Kwa mshangao wa hofu, alipiga yowe kubwa lililosikika mtaani kote. Lakini Amina alikuwa tayari ametoweka gizani, akikimbia bila ya kugeuka nyuma. Asubuhi ilipowadia, mji mzima ulizizima. Polisi walifika, waandishi wa habari walipiga picha, na majirani waliokuwa wamesikia vilio vya Amina kwa miaka mingi walijawa na hisia mseto: huzuni kwa waliokufa, na kimya cha hatia kwa kutomsaidia Amina alipoomba msaada. Msako mkubwa ulifanyika, lakini Amina hakupatikana. Alikimbilia kijijini kwao akajificha katika kibanda kidogo cha udongo akihifadhiwa na mama yake mzazi ambaye alimkumbatia bila ya kumuuliza maswali. Mama huyo mzee alielewa kwa machozi yaliyokuwa yakimtiririka binti yake ya kwamba mateso aliyokuwa akipitia hayawezi kuelezeka kwa maneno. Miezi iligeuka kuwa miaka. Amina aliishi kama kivuli, akifanya kazi shambani kwa bidii mchana na kulia kimya kimya usiku. Hakuwahi kuzungumza na mtu yeyote wala kwenda mbali na kijiji chao. Watu walimwogopa lakini walimwonea huruma pia. Miaka mingi baadaye, amina alipokuwa akichimba mashimo ya kupanda migomba, alihisi uchovu wa ajabu. Aliinamisha kichwa chake chini na kutoa pumzi ndefu ya mwisho. Mama yake alipokwenda kumtafuta Amina, alikuta Amina amelala chini akiwa ameshikilia moyo wake, ishara ya mateso yake. Mama yake aligundua kuwa Amina amepoteza maisha. Kijiji kizima kilikusanyika na kumzika. Hakukuwa na wimbo wa mazishi wala kelele nyingine, bali kimya kizito chenye heshima na huzuni. Waliandika maneno haya kwenye kaburi lake: Amina Mtoto mwenye moyo wenye maumivu na alipitia mateso yasiyoelezeka. Pumzika kwa amani. Hadithi ya Amina iliendelea kuhadithiwa kizazi na kizazi kama onyo ya kwamba usimdharau mnyonge, maana kilio chake cha kimya huweza kuamsha ladi ya kisasi.